Misungwi CDTTI yani, sasa tunajipambanua kuendelea kuwa karibu zaidi na wananchi kwa kasi isiyo ya kawaida. Tumekuwa tukifanya kazi e, kutoa mafunzo kwa vijana wetu na jamii inayotuzunguka na nchi kwa ujumla lakini sasa e, kama wizara tumesema sasa, kuanzia sasa e, na kuendelea, tunakuwa karibu zaidi na wananchi, lakini kwa kasi zaidi. Ndio maana ya kaza kazawa na kukutana kwetu hapa leo, na mtoko huu ni kwa maana hiyo, kwamba sasa tunatafakari baada ya kuwa tumekamilisha kipindi cha masomo kwa mwaka 2024 na kuanza kupokea wanafunzi kwa muhula wa masomo wa mwaka mpya ishirini na tano ishirini na sita na tunashukuru kwa ushirikiano ambao tumekuwa nao e, na kuanza kupokea wanafunzi na masomo kuanza sasa. Tuna e, maana kwamba baada ya kukaa hapa leo na kutafakari na kupata e, chakula cha pamoja na kuona mandhari haya na kubadilisha kwa, tunaamini sasa tutakwenda kufanya kazi kwa kasi zaidi.